Watoto, mjitahidi eh, kufanya nini? Kuwajibika. Usikubali mtoto kukaa unalelewa kama yai. Kuna wazazi wengine wanaoharibu watoto wao siku hizi. Hataki mtoto wake aguse chochote. Ni kazi ya house girl. Eh, ni kazi ya house girl. Kwa hiyo utakuta mtoto kama watoto kama hawa hapa ambao wana umri wa kutosha tu, hata socks hajui kufua, nafuliwa na house girl. Eh, ninyi watoto kama kuna anayefuliwa soksi zake na msichana wa kazi, ujue hali yako ni mbaya sana. Kwanzia leo usiruhusu kitu cha namna hiyo, we mwenyewe una uwezo wa kufanya hivyo. Na ukiona mama nakuzuilia, mwambie mama, usindekeze. Mama unaniharibu eh, mwambie mama unaniharibu, nataka na mimi nifanye kazi, kujifunza mambo kufanya kazi, kwa sababu wako mabinti ambao wanakuwa wana anaolewa hata kupika uji hajui, hajui mtu amepita kote huko anaolewa, hajui hata kupika, na ndoa inavunjika, kwa sababu mwanaume ame, amefunga ndoa, mke wake anaambia kwamba huyu mke wangu atampikia, ata, ata, ata, ata, ata, hasa mke hajui hata uji kupika. Huyu alipita wapi? Amedekezwa na wazazi wake. Kwa hiyo, wazazi msidekeze watoto, na ninyi watoto Usikubali kudekezwa, fanya kazi e, ufanye kazi, usikae kae tu. Kuna na wengine ambao unakuta nakuta waliodekezwa wanaenda shule za sekondari ambazo ni boarding, kwa hiyo anashindwa hata kufua nguo. Niliwahi e, kuona clip flani, mwalimu alikuwa anawalalamikia, nadhani alikuwa labda graduation au nini Mwalimu alikuwa mwalimu mkuu alikuwa anawalalamikia wale wazazi, kwamba hawa watoto wenu hawajui hata kufua nguo, wanatutesa. Kwa sababu nini? Nyumbani wamezoea kufuliwa nguo, anapoenda shuleni kule lazima afue nguo zake.